Mheshimiwa Edward Lowassa ametoa kauli walipokuwa wakizungumza na umati wa wapenzi wanachama, mashabiki wa Chadema na watanzania wengine katika mji mdogo wa Mto wa Mbu wilayani Monduli, ambapo pia amewataka watanzania kudumisha amani na kuwa na subira kwa kuwa wakati wa utawala wa ukombozi wa Chadema unakaribia. Nataka tujenge chama cha kisiasa, kutoko wanaharakati kwenye siasa, tunaweza hatuwezi latu moja, wanachadema wote nchini kutaneni kwenye matawi yenu, zungumzeni habari ya chama chetu na mipango ya chama chetu. Naweza amweza naweza amweza, ukomaa wa kisiasa ni kuzungumza kidemokrasia. Zungumzeni tunapokuja mmeshamaliza kazi. Nafanya uchaguzi kesho mba ugora vizuri. Mimi nauhakika ishirini ishirini tutaingia Ikulu. naomba mtendelee na mshikamano Hakikishieni niko imara na imara zaidi kuliko wakati mwingine wote. Naibu katibu mkuu wa Chadema Salumu Mwalimu amesema watanzania wana kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Lowasa kwa utulivu alioonyesha baada ya uchaguzi na kuwa Lowasa anajali utu kuliko masilahi yake, na mwenyekiti wa halimashauri ya Monduli Isaac Joseph akiahidi kutenda haki katika utawala wa Chadema kwenye halimashauri hiyo watanzania na 5% ya kina mama haitakaa itumike itatumika kwa walengwa. Fedha za mwezi wa tatu na nne tumeendelea kukusanya 5% ya kina mama na vijana, ili tuweze kuwapa vijana mikopo ili waweze kukambua u katika mkutano huo pia watu wenye ulemavu walipata nafasi ya kutoa shukurani zao kwa wanasiasa baada ya uchaguzi mkuu, wakidai panapotokea machafuko wao ndio waathirika wakubwa. Tunapenda kukupongeza kwa kuwa baada ya matokeo ya uchaguzi ulikuwa wa kwanza kuilinda amani ya Tanzania kwa kuwafia maisha ya Watanzania, maana usingeonyesha utulivu na unyenyekevu. Walemavu ulemavu ni moja ya kundi ambalo wangekuwa wa kwanza kufa kwa haraka. Nikiripoti kutoka katika mji huu mdogo wa Mto wa Mbu, wilayani Monduli, mkoa ni Arusha. Halfani Likundi, ITV.